Leo tunaanza kufuata nyayo za Yesu chini ya Via Dolorosa ambayo ni njia ya mateso, njia kutoka kwa jumba la Pilato hadi Kalvari. Kalvari ni neno la Kilatini linalomaanisha fuvu la kichwa na mahali hapa pia huitwa Golgotha ambalo ni neno la Kiramu kwa ajili ya fuvu la kichwa. Hapa ndipo palikuwa mahali pa kifo kwa kusulubiwa. Sasa matukio hapa ni ya kutisha na pia ya kuponya. Hapa ndipo tunapoonyeshwa kwamba Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kumtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa mtawala wa Kirumi Pilato alishindwa kumwachilia Yesu. Alijua alipaswa kufanya hivyo. Alisalimu amri kwa viongozi wa Kiyahudi waliomtishia kumripoti kwa Kaisari kama msaliti, na ndipo Pilato akamkabidhi Yesu asulubiwe. Pilato alitarajia kuwaridhisha washtaki wa Bwana kwa kumwadhibu kwa mijeledi badala ya kumua. Kuchapwa mijeledi kulikuwa ni maandalizi ya kawaida kabla ya kusulubiwa. Kwa kweli, katika siku za Kristo adhabu hii ya kutisha ilijulikana sana kama kifo cha nusu njia. Waadhirika wengi wa adhabu hii wangeingia katika hali ya mshtuko. Wengine walikufa hata kabla ya kufika msalabani. Yosefu, mwanahistoria wa Kiyahudi wa karne ya kwanza, aliandika kuhusu mtu mmoja aliyepigwa mijeledi hadi mifupa yake ikaonekana wazi. Sasa sitaki kuwa unajua wa kuchora picha za kutisha tu kwa ajili ya kusisimua watu, lakini pia sitaki kupunguza ukali wa tukio hili. Nataka tuone utaratibu huu jinsi ulivyokuwa kweli. Kabla ya kuchapwa mijeledi, mhanga alikuwa anavuliwa nguo zake zote. Kisha alikuwa anafungwa kwenye nguzo ya mawe, mikono yake ikiwa juu yake. Watesaji wa kitaalamu waliokuwa wakisimamia vipigo hivi walijulikana kama lictors, na hapo ndipo tunapata msemo wetu ulichapwa au ulichukua vipigo vyako. Kwa kawaida walikuwa wawili wakipokezana kumpiga. Silaha yao iliitwa flagellum, ambayo ilikuwa kama mijeledi yenye mpini mfupi wa mbao na mikanda mirefu ya ngozi mikanda hiyo ilikuwa imesokotwa kwa urefu tofauti tofauti, na mawe pamoja na vipande vya mifupa ya kondoo au hata chuma vilikuwa vimeshonwa kwenye mikanda hiyo kwa vipindi maalum. Miaka kadhaa iliyopita ripoti ya kina kuhusu mambo ya kitabibu ya kucharazwa na kusulubiwa kwa Yesu ilichapishwa na jarida la chama cha madaktari wa Marekani. Ilibainisha kwamba askari Warumi walipompiga mwathirika mgongoni kwa nguvu zote, yale mawe yalisababisha michubuko mikubwa ya ndani. Mikanda ya ngozi na mifupa ya kondo vingekata ngozi na tishu za ndani, na kadri kucharazwa kunavyoendelea, michubuko hiyo ingerarua misuli ya mifupa na kuacha vipande vya nyama vinavyotetemeka na kutokwa damu. Maumivu na upotevu wa damu kwa kawaida huandaa mazingira ya mshtuko wa mzunguko wa damu na kiwango cha damu kilichopotea kinaweza kabisa kuwa kimeamua ni muda gani mwathirika angeweza kuishi msalabani. Mtu wa kawaida angevumilia maumivu makali ya kucharazwa viboko hivi kisha kusulubiwa, lakini Yesu alivumilia mateso makubwa zaidi kutoka kwa hawa askari Warumi ambao unajua, bila shaka, walikuwa wamechochewa na mapepo kumdhihaki na kumtukana huyu, unajua, anayesemekana kuwa mfalme wa Wayahudi. Mathayo 27, 28, sasa inaelezea walichofanya baada ya hapo Askari wakamvika joho la rangi ya zambarau, hiyo ni rangi ya kifalme, na wakasokota taji ya miiba wakaivaa kichwani mwake na kumpa mwanzi mkononi mwake wa kulia. Kisha wakapiga magoti mbele yake wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Wakamtemea mate na wakachukua ule mwanzi wakampiga kichwani. Sasa hilo lingesababisha ile miiba mirefu ya inchi sita hadi kumi na mbili kuchoma kichwa chake. Niwaambie wapendwa, hakuna mahali popote panapotajwa Yesu akijiondoa ile taji ya miiba au hata kuacha joho lake la kifalme lianguke kutoka mabegani mwake yaliyokuwa yanavuja damu. Anasimama hapa kimya kama mwanakondoo, yule mwanakondoo akiwa kimya mbele ya watesi wake. Wakati huu angekuwa ni mtu asiyeweza kutambulika akiwa na mwili uliovimba kujaa michubuko na damu. Mstari wa thelathini na moja unasema na walipokuwa wamemdhihaki walimvua lile joho lake na kumvika nguo zake mwenyewe, kisha wakampeleka kumsulubisha. Sasa ilikuwa desturi ya siku hiyo kwa mtu aliyekuwa amehukumiwa kuchukuliwa kama vile kwenye maandamano kupitia njia iliyojulikana kama njia ya mateso. Mhusika alipitishwa mitani mwa jiji, na si tu kwa ajili ya kumwonyesha kwa umati na kutangaza kosa lake, bali pia kutoa ujumbe kwamba huwezi kuchezea dola ya Kirumi. Na kwa upande wa Yesu, ilikuwa pia onyo kwamba huwezi kuvuruga mila za taifa la Wayahudi. Basi katika injili ya Yohana tunaambiwa katika sura ya kumi na tisa hapa na mstari wa kumi na sita basi wakamchukua Yesu naye akatoka akiwa anabeba msalaba wake mwenyewe. Sasa nataka kusimama kidogo hapa na kusahihisha picha hii ya akilini ambayo wengi wetu tunayo. Yesu alikuwa anabeba ule mti wa juu wa msalaba Msalaba wa Kirumi uliotengenezwa kwa ajili ya kusulubisha ulikuwa na uzito wa takriban pauni mia tatu. Mhusika hakuwa anavuta msalaba wa pauni mia tatu kwa nusu maili na kisha kupanda nao mlimani, hasa kwa wahanga waliokuwa tayari wamepoteza damu nyingi kutokana na kucharazwa mijeledi. Tunajua kutoka kwa wanahistoria wa Kiyahudi na wa Kirumi kwamba ule mti wa wima wa msalaba ulikuwa tayari umewekwa ardhini. Iliitwa stipe ulikuwa umefungwa kabisa mahali pa kutekeleza adhabu ya kifo. Na kwa njia, tunajua pia kutoka kwenye historia kwamba maelfu ya watu walisulubiwa wakati wa maisha ya Yesu. Hii ilikuwa njia pendwa ya Warumi ya kumuua mtu. Kusulubiwa kulibuniwa awali na wapasia, lakini Warumi walikamilisha kwa namna fulani ili kutoa mateso makubwa na kifo cha taratibu. Kwa hiyo unahitaji kumfikiria Yesu akibeba ule mti wa msalaba wake ambao ni ule mti wa mlalo unaoitwa patibulum. Mara tu mhanga alipofika mahali pa kusulubiwa, patibulum ingewekwa chini. Mtu aliyekutwa na hatia angejilaza chini kwa mgongo, mikono yake ingegongwa misumari kwenye ule mti wa mlalo. Kisha askari wangesimama na kumwinua kwa miguu yake na kuinua mikono yake juu. Ule mti wa mlalo ungeinuliwa juu kwenye mti wima na kuunganishwa kwa kutumia kile kinachojulikana kama kiungio cha mortise na tenon, yaani ule mti wa mlalo ulikuwa na tundu katikati yake ili uweze kushuka na kukaa juu ya mti wima. Sasa kuna picha nyingine ya akilini ambayo inahitaji kusahihishwa hapa. Huu haukuwa msalaba mrefu wa umbo la T, unajua kama futi kumi ukichomoza juu angani pale msalaba ambao Yesu alisulubiwa juu yake ulionekana zaidi kama herufi kubwa T na ulikuwa na urefu wa takriban futi sita tu. Hii iliwaruhusu watu kumtukana mteso uso kwa uso, kumtemea mate na kumdhihaki. Waathirika wengi wangevamiwa na kuliwa na wanyama pori kama wangekaa msalabani usiku kucha. Sasa, kwa kawaida, picha ambayo watu wanayo ni kwamba, unajua, Yesu alikuwa anavuta msalaba wa futi kumi kwenye barabara za mawe hadi anaanguka chini. Hapana, alikuwa anabeba ule mlingoti wa juu wa msalaba, sio msalaba mzima. Kwa njia, hakuna hata mstari mmoja unaosema Yesu alianguka au kujikwaa. Sasa ni wazi kutokana na kipigo alichopata na upotevu mkubwa wa damu, hangeweza kuendelea kubeba ule mlingoti wa msalaba ambao wenyewe ungekuwa na uzito wa takriban pauni mia moja. Hivyo basi, Mathayo, Marko na Luka wote wana rekodi kilichotokea baada ya hapo. Tukirudi kwenye Marko sura ya kumi na tano tunasoma hapa kwenye mstari wa ishirini na moja wakamlazimisha mtu mmoja aliyekuwa anapita, Simoni wa Kirene aliyekuwa anatoka shambani, baba yake Aleksanda na Rufasi, abebe msalaba wake. Kirene iko kaskazini mwa Afrika na kulikuwa na idadi kubwa ya Wayahudi huko. Inawezekana sana kwamba Simoni alisafiri hadi Yerusalemu kusherehekea Pasaka na ukweli kwamba ametajwa hapa kama baba yake Aleksanda na Rufasi unaonyesha kwamba wanawe wawili walikuwa wanajulikana na kanisa la mwanzo. Kwa kweli, Rufasi huenda kabisa ndiye muumini ambaye Paulo anamtaja katika Warumi sura ya 16 mstari wa 13. Pia inawezekana sana kwamba tukio hili la kukutana na Yesu litamfanya Simoni wa Kirene aweke imani yake kwa Kristo. Anapanda mlima huu akiwa amebeba boriti ya msalaba iliyoloa damu. Halafu atasikia wakati mwanakondoo wa Mungu atakapolia, hatimaye imekwisha. Sasa, Luka sura ya 23 inaongeza kwamba Yesu anapopita katika njia hii ya Via Dolorosa, njia ya mateso, wanawake wanamlilia kama ilivyoelezwa hapa kwenye mstari wa 27. Yesu anajibu katika mstari wa 28, kwa kusema "Binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni wenyewe na watoto wenu." Kisha Yesu anazungumzia kuhusu uharibifu ujao wa Yerusalemu na kutawanyika kwa taifa la Wayahudi kwa njia. Kutawanyika huko kumedumu, wapendwa, hadi leo hii. Basi kwa hayo, muda wetu wa leo umeisha